Ninaamini kwa vielelezo hivyo vina ukweli mtupu. Sababu ya msimamo huu ni wazi. Kwanza, maelezo haya ni ya kina, yanaeleza mfululizo wa matukio na jinsi kosa hilo lilivyotendeka, kuanzia historia ya familia, migogoro ya ndoa yao, mauaji ya mke wake, kuripotiwa kutoweka kwa mke wake na baadaye ungamo la mauaji. Pili, katika utetezi wake wakati wa kuojiwa mshtakiwa anakiri maelezo kadhaa kutoka kwenye ungamo lake kama vile ugomvi wa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2019, mahusiano mabaya ya ndoa yao na baadhi ya wanafamilia wake. Tatu, katika kesi ya utetezi wake anakiri kuwa mabaki yaliyopatikana kwenye shamba lake ni mabaki ya mwanadamu, lakini anashindwa kuthibitisha ni ya nani. Kwa mujibu wa ripoti ya mtaalamu wa kemia kielelezo PE7 mifupa na meno yaliyopatikana ni ya jinsia ya kike. Kuhusu huyo mwanamke ni nani, mshtakiwa mwenyewe kupitia ungamo lake la maelezo yake nje ya mahakama alikiri kuwa ni ya mke wake aliyefariki. Aidha, mshtakiwa alikiri kupatikana na simu za marehemu pamoja na kadi ya simu yake ambavyo vilikamatwa na PW11 A mkwaju Inspector Katabazi katika kituo cha polisi Temeke na kuwasilishwa mahakamani kama vilelezo PE4 na PW5 kutoka kitengo cha uhalifu wa mitandaoni alichunguza simu hizo pamoja na kadi za simu na kuandaa ripoti katika kielelezo PE5, ambacho kinaonyesha kuwa jioni ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2019, simu ya mshtakiwa ilitumiwa kuwasiliana katika eneo lile lile kwa kutumia namba mbili za simu, moja marehemu na nyingine ya mshtakiwa, zikiwa 071481 2530 na 0655272203. Ushahidi huo pia unathibitishwa katika ungamo la mshtakiwa na maelezo yake ya nje ya mahakama, kwa mujibu wa ushahidi wa kuaminika PW7, Jennifer Clement Lema, mtaalamu wa uchunguzi wa kijasusi kutoka MIC Tanzania, ambaye alifanya uchunguzi wa know your customer wa namba hizo za simu namba 0655527203 ilisajiliwa kwa jina la Naomi Ores Marijani marehemu tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 2018, wakati namba 0714812530 ilisajiliwa kwa jina la Hamisi Salif. Jambo la msingi ni kwamba wakati wa usikilizwaji wa utetezi mshtakiwa alikiri kupatikana na vifaa hivyo bila kutoa maelezo jinsi alivyozipata, ili hali marehemu alidaiwa kuwa nje ya nchi. Hakuna ubishi kuwa mshtakiwa hastahili kuthibitisha kutoka kwa hati yake katika mashauri ya jinai. Hata hivyo, kwa kuzingatia mazingira ya kesi hii, alitarajiwa kutoa maelezo ya kina kuhusu mawasiliano yake na marehemu alipokuwa katika eneo moja na ripoti yake ya kutoweka kwa marehemu ya maelezo hayo, hitimisho lake pekee linaloweza kufikiwa ni kwamba mshtakiwa alidanganya kuhusu kutoka kwa mke wake na kusema ukweli katika vielelezo PE 1 na PE 2 kuwa alimuua mke wake. Zaidi ya hayo, kama ilivyoelezwa na upande wa mashtaka, mshtakiwa ndiye mtu wa mwisho aliyekuwa na marehemu, kwa hiyo alikuwa na wajibu wa kueleza mahali alipo marehemu. Katika kesi ya Kasmeri dhidi ya Jamhuri, rufaa ya jinai 39 ya mwaka 2017, ilibainika kuwa kabla ya kumtia hatia yanayemshtakiwa kwa ushahidi wa mazingira ni lazima awe mtu wa mwisho kuonekana na marehemu. Ikiwa hakuna maelezo ya kuridhisha kuhusu mazingira yaliyopelekea ya kifo, basi atahesabiwa kuwa muuaji. Ni ukweli usiopingika kuwa mshtakiwa alikuwa akiishi na marehemu mke wake, na anakiri kuwa mara ya mwisho kumwona ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2019, walipopigana. Alipoulizwa kuhusu alipo mke wake, alidai kuwa alisafiri nje ya nchi, na hata mahakamani alijaribu kuonyesha mke wake ametoweka. Hata hivyo, alijitolea kuongoza PW7, PW8, PW10 PW13 na PW14 hadi sehemu ambako mabaki ya mwili wa marehemu yalitupwa kwenye shimo la migomba katika kijiji cha Malogoro kwenye shamba lake. Mazingira haya yote yanathibitisha kuwa mabaki ya mwanadamu yaliyopatikana katika shamba la Malogoro ni ya marehemu Naomi Oris Marijani. Bila shaka, ushahidi huu unakidhi viwango vya kesi ya Samsoni Matiga dhidi ya Jamhuri, rufaa ya jinai namba 205 ya mwaka 2007 ambapo ushahidi wa mashtaka ni wa nguvu na hauna shaka yoyote kuhusu ushiriki wa mshtakiwa katika kosa. Ushahidi huo unaeleza lawama ya moja kwa moja kwa mshtakiwa. Kwa kusema hivyo, swala la pili linajibiwa kwa uthibitisho na ndivyo ninavyopata. Hatimaye ni, Hatima ni suala la tatu kuhusu ikiwa mauaji ya Naomi Oris Marjani yalifanyika kwa nia ofu maana ya nia ovu imetafsiriwa kisheria chini ya kifungu cha mia mbili cha kanuni ya adhabu, sura ya 16 marejeo ya mwaka 2022, tafsiri ya uandishi wa Kiswahili fasaha. Kutokana na misingi ya kisheria iliyotajwa hapo juu, katika kesi hii, ni dhahiri kuwa dhamira ya mshtakiwa inaweza kutoaliwa hitimisho kutokana na mtindo wa maisha aliyokuwa kiishi na marehemu na mwenendo wake baada ya kutekeleza kosa hilo. Hakuna shaka kwamba kitendo cha mshtakiwa kumsukuma mkewe hadi kwenye ukingo wa kitanda na mlango wa chuo kisha kumwacha akivuja damu hadi kufa na hatimaye kuchoma mwili wake hadi kuwa majivu, majivu ambayo baadaye alihamishia kwenye shamba lake huko Malogoro na kuyatupa kwenye shimo la migomba kwa matumaini kwamba hakuna mtu atakayegundua jambo hilo, ni kuficha mauaji, kinathibitisha bila shaka kuwa mshtakiwa alikusudia kumuua mke wake. Kwa mujibu wa ushahidi wa p4 p8, shimo na mkaa vilikuwa vimeandaliwa kabla ya utekelezaji wa mauaji hayo, na baadaye shimo hilo lilifunikwa kwa sakafu ya saruji. Mwenendo wa mshtakiwa uliibua maswali kuhusu hali yake ya kiakili. Kia hivyo, mnamo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2023, wakili wa mshtakiwa Bwana Majaliwa Majaliwa Muhamedi Majaliwa alieleza mahakama chini ya kifungu cha 219 moja na mbili cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai sura ya 20, marejeo ya mwaka 2022, kuwa wangewasilisha utetezi wa uwenda wazimu. Kutokana na hilo, mshtakiwa alipelekwa katika hospitali ya Isanga kwa uchunguzi wa akili. Ripoti ya tarehe 26 Septemba mwaka 2024 iliwasilishwa mahakamani. Hata hivyo uchambuzi wa ripoti hiyo na hitimisho lake havikuwa na uwiano . Ripoti hiyo ilihitimisha kuwa mshtakiwa alikuwa na matatizo ya akili wakati wa kutenda kosa, lakini uchambuzi wake ulionyesha kuwa alikuwa na akili timamu. Ili kufafanua suala hilo, upande wa mashtaka uliomba mahakama kumwita daktari Sadiki Mrisho Mandari, daktari wa hospitali ya akili ya Mirembe na mkurugenzi wa huduma za matibabu kuwa shahidi wa mahakama ili yaweze kuhojiwa na kutoa ufafanuzi juu ya ripoti yake. Cha kushangaza, daktari huyo alikuja na ripoti nyingine siku hiyo hiyo ikiwa na uchambuzi ule ule lakini hitimisho tofauti, akisema kuwa mshtakiwa alikuwa timamu wakati wa kutekeleza mauaji hayo. Vile vile, kumbukumbu za mahakama tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2024 zinaonyesha kuwa mshtakiwa alilalamika kuwa alilazimishwa kupelekwa hospitali ya akili bila ridhaa yake na ili hali hakuwa na tatizo lolote la akili. Aidha, katika utetezi wake hakutumia utetezi wa uwendawazimu. Kwa kuzingatia kuwa mshtakiwa aliyeamua kutotumia utetezi wa uwendawazimu, nina hakika kuwa alikuwa na akili timamu wakati wa kutekeleza mauaji hayo kama ilivyoonyeshwa na kielelezo pe kumi. Zaidi ya hayo, ripoti hiyo ina uwiano katika matokeo yake uchambuzi wake na hitimisho lake. Zaidi ya hayo, katika ripoti hizo mbili, mshtakiwa alikiri kwa daktari wa hospitali ya akili kuwa alimuua mke wake. Tabia hii ya kikatili isiyo ya kibinadamu ya mshtakiwa ni ushahidi tosha dhamira yake ya kusababisha kifo. Hakukuwa na sababu yoyote ya mshtakiwa kuchoma mwili wa mke wake baada ya kumuua. Kwa hakika, mwenendo wa tabia kama hizi hazikubalike katika jamii yenye ustaarabu kama yetu na hazipasi kuvumiliwa. Kwa kuzingatia ukweli wote na uchambuzi huo, inapata ushahidi wa kutosha kuthibitisha bila shaka kuwa mshtakiwa alimuua mke wake kwa dhamira ya makusudi. Hivyo upande wa mashtaka pia umethibitisha kipengele cha tatu cha kosa hili pasina shaka yoyote. Kwa kuzingatia kwamba vipengele vitatu vya kosa vimeweza kuthibitishwa, ninabaini kwa upande wa mashtaka umefanikiwa kuthibitisha shtaka la mauaji dhidi ya mshtakiwa pasi na shaka yoyote. Hatimaye ninampata mshtakiwa kuwa na hatia ya kosa la mauaji kinyume na kifungu cha 196 na 197 vya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2019, sasa marejeo ya mwaka 2022, na hivyo na namhukumu ipasavyo. Kwa kuwa kesi hii ni ya mauaji, mikono yangu imefungwa na kiapo changu cha kuheshimu katiba na kutekeleza sheria za nchi. Kwa mujibu wa sheria zetu za makosa ya jinai, adhabu pekee inayotolewa kwa kosa la mauaji ni kifo kwa kunyongwa. Kwa msingi kwamba mahakama hii imepitisha hukumu ya hatia dhidi ya mshtakiwa, na mhukumu wa mshtakiwa Hamisi Said Luogo anayejulikana kama Meshek, kutumikia adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Haki ya kukata rufaa imeelezwa kwa mshtakiwa. Mahakama inasema. Hukumu imesomwa jijini Dar es Salaam tarehe 26 Februari mwaka 2025 mbele ya Yasinta Tapita na Ashura Mzava, waendesha mashtaka wa serikali kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Precious Ahmad Hassan aliyeshikilia nafasi ya Hilda Mushi, wakili wa mshtakiwa. Hukumu hii imetolewa na kusainiwa tarehe 26 Februari mwaka 2025 na Jaji HR Mwanga. Na hii ni Global TV.